Mimi nimeanza kuhangaika na mwanangu toka akiwa na miezi mitatu mpaka kufikia hivi leo ana miaka saba na miezi minne. Alipofikia ana miezi minne, ndipo tukaenda kwa Dokta Mzungu Pelamio, akachekiwa akaambiwa kwamba ana tundu kwenye moyo, ndipo tukaanza matibabu. Nimeanza matibabu dawa alikuwa anatumia toka miezi minne mpaka alipofikia miaka saba. Dokta Mzungu akaniambia kwamba mwanao tundu alizibi bali linaendelea, kwa hiyo nakupa rufaa uende hospitali ya Taasisi ya Moyo Jakaya, na nilikuwa sina hata mia bali niliandaa na Odito akasema naenda, Mungu ndo atakaye niongoza. Mwezi wa kumi tarehe ishirini na si, tarehe ishirini na saba nikaingia kliniki nikapewa majibu kwamba mwanao ana tundu la moyo ni kubwa. pili mshipa wake wa damu haupeleki vizuri, na pili, na tatu, moyo wake umepanuka. Kwa hiyo yatakiwa afanyiwe upasuaji haraka, kwa hiyo nenda kachukue bili, lipia, ili mwanao umpe matibabu. Nikaenda kuchukua bili, bili niliambiwa ni milioni saba kipindi hicho, mimi sina hata mia Nikatoka nikaenda kuomba ndugu, jamaa na marafiki, wakanichangia milioni tatu. Nashukuru serikali ikanipa mwongozo, imenisaidia milioni nne. Mpaka kufikia hivi leo, mwanangu anatarajia kuingia kwenye upasuaji. Nashukuru Mama Samia aendelee na, na moyo huo huo kutusaidia. Mwanangu me alikuwa na tatizo la moyo alikuwa anaumwa ugonjwa huu wa moyo, ali alizaliwa nao, ila mimi nilichelewa kumgundua kwa sababu nilikuwa sijui, lakini nilienda hospitali, nilipokuja huku wakampima vipimo vyake, wakasema inahitajika operesheni, na operesheni yenyewe inagharimu hela nyingi sana, kwa sababu mwanangu mimi operesheni wake inabidi afanyie mara mbili. Kashafanyiwa operesheni wa kwanza, japo operesheni wa pili bado. Ashafanyiwa wa kwanza, na huu wa kwanza serikali ndio iliyo nisaidia, kwa maana mimi sina uwezo wa kulipa. Serikali ndio iliyonisaidia, nashukuru sana, hata madaktari pia waliopigana na mwanangu, kwa sababu nilikuja na mwanangu ana hali mbaya sana na pia serikali nashukuru sana, namshukuru pia mama Samia kwa msaada wake. Rufaa ya kuja ya Taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete, nilipofika nikapokelewa, nilipopokelewa nikaendelea na huduma tofauti tofauti, nililazwa ndani ya siku kumi na tano, hatimaye madaktari walivyompatia huduma akaekavo vizuri mwanangu nikatolewa, nikaruhusiwa kwenda nyumbani, huku akaniambia niuzulie kwenye kliniki akala tumia dawa vilevile. Mshwasi wanambia inabidi afanyiwe operesheni, wanambia tufanyiwe operesheni. Mimi kama mzazi nilipatiwa gharama za matibabu, nipatiwa gharama za matibabu. Nilivyoona kwa hali yangu mimi sikuweza kuzikizi zile gharama, nikaenda kwenye sosho, naivyoenda kwenye sosho. nika nikaongea nao wakanisikiliza wakanipa maelekezo. Nashukuru Mungu, waliniita kwa ajili ya upasuaji. Namshukuru Mungu mpaka sasa hizi mwanangu kashafanywa upasuaji, anaendelea vizuri. Namshukuru Rais yangu Mama Samia Suluhu Hassan, madaktari, manesi na wahudumu wote wa hospitali. <laughs>